Mazoezi ya muda mfupi ya nguvu na akili zaidi chini ya Michael Carrick, ambaye amerejea Manchester kuweza kutafuta angalau kuipa nafasi nzuri, lakini pia kujenga heshima yake kama mwalimu. Carrick ameanza kazi yake ya kuanoa Devils kwa kauli nzito na za vitendo vya haraka baada ya kuchukua nafasi ya Darren Fletcher, ambaye alikuwa kocha wa muda baada ya kuondoshwa kwa mreno Ruben Amorim. Carrick hakutaka kupoteza muda kuonyesha uhalisia wake wa kuwa anataka enzi mpya ndani ya Old Trafford na kuijenga upya timu angalau kwa muda mpaka mwishoni mwa msimu. Na baada ya ushindi dhidi ya Man City, Carrick hakutaka kulewa sifa ama kuwalewesha sifa wachezaji wake bali alitoa ujumbe mfupi zaidi kwa wachezaji wake akiwaambia wazi kwamba hii ni mechi moja tu, kiwango hiki lazima kiwe ni jambo la kawaida katika maisha yetu yote ya klabu hii mpaka mwishoni mwa msimu. Na hapa ndipo mabadiliko makubwa huenda yakawa yanaanza rasmi, kwa sababu yeye mwenyewe anataka mabadiliko. Kwa mujibu wa taarifa za Daily Mail, Manchester Evening zina ripoti Carrick ameanzisha sheria mpya mbili kwenye mazoezi ya United, kwanza ni kufanya mazoezi mafupi yenye nguvu zaidi, lakini pili mazoezi yenye mkazo kwenye kazi binafsi za kila mchezaji, badala ya kufanya mazoezi ya muda mrefu ambayo hayana kasi. Kwa sasa Manchester wanafanya mazoezi mafupi yenye umakini mkubwa na wa hali ya juu kwa kila mchezaji, na kila mchezaji anapewa majukumu maalum kulingana na nafasi yake, udhaifu wake, ubora wake, ama nguvu yake na athari yake ni wapi inaweza ikapatikana kuelekea kwenye mchezo husika, na hizi ndizo sheria ambazo Carrick ameanza kuzitengeneza ili kuwaboresha wachezaji wake. Wachezaji tayari wanaanza kusema mazoezi haya yanaonyesha namna ambavyo yanaweza kuwasaidia. Na pia Carrick, tunafahamu ameunda benchi ambayo ina mchanganyiko wa watu wazoefu pamoja na watu ambao hawana uzoefu, kwa maana ya mtu kama Steve Holland ambaye ana uzoefu na soka, lakini wasaidizi wake mtu kama Jonathan Woodgate pia ana uzoefu huku kina John Evans wakiwa wanaifahamu klabu lakini hawana uzoefu kwa makocha. Hivyo kila mmoja anajitolea kwa hali na mali, na sheria hizi mpya zimeanza kuonekana zinafanya vizuri ndani ya mazoezi ya Manchester, zikileta mshikamano na heshima ndani ya benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Lakini labda kauli mbiu hii inaonyesha wazi kabisa mabadiliko yanaweza k yanakutarajia kutokea. Tayari nyota wa Manchester Lisandro Martinez, licha The Butcher amesema wazi, amevutiwa na Carrick kinamna anavyofanya mambo. Akimwelezea anasema ni mtu tofauti na ana mentality tofauti, anaelewa klabu kwa undani, nataka nini, na kwa sababu alicheza hapa kwa muda mrefu, hivyo namna anavyowafundisha, anawafundisha kitu ambacho klabu ya Manchester inapaswa kuendeshwa. Hivyo sheria mpya za Carrick zinaonyesha kwamba huenda zikaleta mabadiliko angalau mpaka mwishoni mwa msimu na kurejesha tabasamu kwa mashabiki wa kandanda wa Manchester ambao wameanza kupata angalau hisia kwamba huenda timu ikafanya vizuri kuelekea sehemu hii ya pili ya msimu. Wiki inayokuja ama wikendi inayokuja ni mchezo dhidi ya Arsenal. Hapa ndipo ambapo Carrick atazidi kutuonyesha, je, yuko tayari kiasi gani kuweza kuibadilisha Manchester elekea mchezo huo na michezo mingine inayofuata. Wachezaji wa Manchester pia wanaeleza walianza kuathirika na ukosoaji wa wachezaji wa zamani wa United, lakini chini ya Carrick, inaonekana Carrick yuko tayari kuwa defend wachezaji ili waweze kufanikiwa kwa kile ambacho wanataka kukideliver. Swali so, kubwa hapa ni je, Carrick anaanza kutengeneza njia ambayo itaisaidia Manchester hata kocha mwingine atakapokuja ili mambo yaweze kuendelea kwa vizuri? Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa hapa United Insider.